Tufikishie salamu kwa mkurugenzi, na wewe ni shahidi, na umwambie mkurugenzi, nafahamu uwezo wake, angeweza kuchukua ukumbi wowote hapa Mwanza, iwe Malaika, iwe Gold Crest, iwe Mwanza Hoteli, iwe Yasbe, iwe Tilapia, anaweza. Lakini kitendo cha kuja kufanya iftar katika maeneo yetu kwenye msikiti na akapata hudhuri kama hii mahudhurio kama haya, hichi ni kitu kikubwa sana, kwa sababu amewalenga na amewafikia wale wahusika wenyewe. Wakati mwingine ukiweka kule materapia mamalaika, wapi watakuja watu, lakini wengi wanaokuja ni wale ambaye akishika mguu wa kuku haumalizi, akishika tambi ana habari nazo, na matokeo yake ni vitakula vya kwenda kumwagwa lakini hapa hakuna kitachotupwa, we mwenyewe unashuhudia. Lakini iye mmekwenda hatua moja mbele na hii naisema, na ulipokuwa unaingia mwezi wa Ramadhani ulitoa statement kwenye vyombo vya habari kuyaomba mashirika na taasisi zinazofuturisha. Kualika watu kwenye kumbi mbalimbali ni jambo jema sana, ni jambo zuri, lina faida kwa sababu tunajenga mahusiano, tunakutana, tunafahamiana, tunazungumza pamoja, lakini tulishauri, tulishauri kwamba ikiwapendeza wale wanaofuturisha waweke kipande kidogo cha kuwasaidia wahitaji. Nikatoa mfano, tuna ndugu zetu wako magereza, ni Waislamu, lakini wanagaiwa ugali saa nane mchana, ugali huo ndio unauweka mpaka ufuturu, na ukifuturu unaweka kipande utakula daku saa kumi na moja hivi. Jambo ni gumu sana kwa, tukaona tupaze sauti kwamba yatokee mashirika zitokee taasisi ambazo zinaweza kusaidia makundi kama hayo. Pia wako watu wako mashuleni watoto wetu eh wako mashuleni. Mfano hapa leo, katika kile mlichokwenda mbali, nimesema mmekwenda mbele leo, mtawasaidia mtawafuturisha watu wa aina takriban nne, na mnawashukuruni mliposema, mnataka mwaone baadhi yao, mtawaona. Umeleta wawakilishi hapa, mheshimiwa mgeni rasmi, iko shule yetu ya Sengerema sekondari, mwalimu yuko hapa na wasaidizi wake kuna watoto pale walileta orodha hapa, mahitaji yao yalikuwa mchele karibu kilo 2000 ngano, sukari na kadhalika. Tunajitahidi kuwatatia hapa kuomba pale, lakini haitoshi. Hapa Mwanza yenyewe kuna shule bwiru kule, ni mashule ambayo yanahitaji usaidizi sasa Mbali ya kuwafuturisha watu kama hivi, tumeona raha, lakini pia mnatoa kitu, pia mnawapa wale ambao wako mashuleni, wako magerezani. Kwenye hili Gaini Company Limited tunawapongeza sana, lakini pia lakini pia hapa tuna vituo vya watoto yatima vitapewa kwenda kula kule vituoni, lakini hapa tuna wajane na mafakiri na maskini, nao wamefungiwa baadhi ya vifurushi vidogo vidogo, na wameshaorodheshwa majina yao yako hapa Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA katika hali yake ya kubadilika na kutam, na kujitambua. Tumetengeneza BAKWATA tumeseti mfumo. Sasa hivi ukija ukisema, nataka mafakiri tunakwambia hawa hapo. Nataka maskini tunakwambia hawa hapo. Nataka vituo vya yatima tunakwambia hivi hapo. Nataka sijui mashule haya hapa. Magerezani kuna Waislamu gani wenye wa shida tunakwambia hawa hapa. Tumeseti mfumo. BAKWATA hii tunayoiendesha sasa ni BAKWATA inayojitambua. Kwa hiyo nawapongeza sana, nawapongezeni na Mwenyezi Mungu awalipeni kila la kheri, na ninaendelea kutoa wito kwa makampuni mengine, mashirika, tuige mfano huu. Tunafuturisha, lakini tuwe na kitu tunachopeleka kwa makundi haya kuyasaidia.